Ndio hivyo, unawaona wako kwenye mlolongo, wanaondoka hapa kwenye ofisi ya mji wa Uvira, ambako wameanza safari yao, wanarudi nyuma kuacha mji wa Uvira kama vile ilivyoagizwa. Hii nao ni ambulance ambayo vile inaondoka, na hizi wanaita kamio magari vikosi vya M23 ndio wao wameondoka wote, bai, ndio wao wanaondoka, wanasema bai kwa wananchi wa Uvira. Sasa hii ndio kikosi cha mwisho kabisa.